Uh, leo nimemshuhudia mwamuzi wa hovyo kuwahi kuonekana uh, kwenye game yoyote ambayo nimewahi kuishuhudia. Leo nimeshuhudia mwamuzi wa hovyo sana. Hawa waamuzi ambao tunawasifia kila mara waamuzi uh, wa kafu. Wako waamuzi ali, yani bora hata uh, Kayoko Ramadhani kama mwamuzi wa CAF anakuwa hivi, anaibeba timu. Timu yenyewe Morocco imeandaa yenyewe kia mashindano uh, ni kwao, hali ya hewa ni rafiki kwao, wanabebwa kwa kiasi kile. Imagine mtu idinado anasukumwa kwenye box, ni dakika ya mwisho, uruhusu wasawazishe friendex wa time wao, wana nguvu. Oya, big up Taifa Stars, leo nimeamini mpira hauwezi kutoka kwa watu weupe, sisi tuhangaike tu, lakini kwa maamuzi ya waamuzi wa levo kubwa ya Afrika, wa mashindano makubwa ya Afcon. Ha, hatuwezi kutoboa hivi. Yule mwamuzi wa mshauri kwenye mashindano Afcon nayokuja nayoandaliwa na Tanzania asimame uh, Kenya ama Uganda, asije kwetu huku. Waangalie kuhusu uh, yeye kutokuja kwetu huku kwa sababu haitakuwa nzuri kwake. Ametufanya kitu ambacho hatujakitarajia sisi. Tulijijua kwamba tunaweza tukawa wadogo dhidi ya Morocco, kwa hiyo tulichojiandaa ni nguvu. Sasa Morocco ameshindwa kutoa, uh, kutoa ushairi kiwanjani, anachokifanya ni kumtumia mwamuzi vyeiara. Ipo haya mambo, yanga linyongwa hivi hivi dhidi ya Mamelodi Sundowns leo. Tanzania nanyongwa hivi hivi, tunamuona. Haiwezekani, ni vitu vya hovyo, mi navyo hovyo kabisa. Kwa kutokea mimi, Morocco huwezi kuniambia kwamba eti ni timu kubwa Morocco. Naiombea mabaya kwenye haya mashindano, naiombea mabaya kuliko mabaya yenyewe.